Utakwenda kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu na naa siku ya leo atakuwa somo mwana la imani. Asante sana, Mungu awabariki sana, sana. Imani. Mungu awatie nguvu. Asubuhi hii ya leo tutakwenda kujifunza somo letu au somo la siku ya leo itakuwa somo la imani. Imani, imani ni ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Imani ni ya muhimu sana. Bila kuwa na imani huwezi ukatoa sadaka. Bila kuwa na imani huwezi kutembea na huyu Mungu. Bila kuwa na imani huwezi kumtumikia Mungu. Kwa hiyo imani inakufanya kabisa wewe utembee na huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Imani huona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Yani, ukiwa na imani utaona vitu vingi ambapo mtu mwingine hawezi akaviona imani. Inakuwezesha kutembea na Mungu, imani inakuwezesha wewe Mkristo utembee na Mungu. Imani ni macho ya kiroho unaweza kuona kitu kwa mbali Imani ni macho ya kiroho, unaweza kuona kitu kwa mbali au kujua majira na nyakati, hata kama mambo yako mbeleni. Kupitia imani basi Mungu akakuonyesha. Bwana Yesu apewe sifa, Yesu asifiwe. Imani yako inaweza ikaondoa maradhi, imani yako inaweza ikakuponya. Imani inaweza ikavuta muujiza. Imani inaweza ikaondoa mashetani, majini, haina zote za maruwani, wanayekusima, wanayekusumbua wakaondoka kwa njia ya imani. Bwana Yesu apewe sifa. Imani, imani ni mkono pia, unaweza ukachukua kitu kutoka kwa Bwana. Teka vipawa imani. Imani ni ya muhimu sana. Imani ni ngao, mishale yote ile ya shetani inashindwa kwa imani. Imani, waliotembea katika imani walimwona Mungu, waliotembea katika imani waliishi kwa ushindi, waliotembea katika imani magonjwa yaliwaondoka, waliotembea katika imani Mungu aliwapigania. Bwana Yesu asaidie sana. Hebu tu na anzia mstari wa kumi hadi 13 Luka sura ile ya 13 anzia mstari ule wa kumi hadi 13 Biblia inasemaje? Nasema, katika kitabu cha Luka mtakatifu, Luka mtakatifu sura ya kumi na tatu, anzia mstari wa kumi hadi kumi na tatu Biblia inasemaje? Anasema siku ya sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane naye amepindama hawezi kujinyosha kabisa Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani, mama huyu, Biblia inasema alikuwa na udhaifu lakini maisha yake yote alikuwa akimtumikia Mungu katika hali ya udhaifu aliyokuwa nayo, Yesu akaingia katika sinagogi ile, ilikuwa siku ya sabato. Alipoingia katika sinagogi akamwona mwanamke mmoja amejawa na imani, lakini ugonjwa ulikuwa ndani yake. Yesu kwa kuwa. Yule Biblia inasema, mama yule akafunguliwa. Alipofunguliwa

Nimegundua wewe ni pepo, ondoka. Nimegundua wewe ni shetani kaka, na uliachie lenyewe, linasikia litasikia, na litakuachia kupitia imani hiyo. Utamwona Mungu akitenda kazi. Hebu tuangalie katika kitabu Warumi Sura ya kumi mstari wa kumi na saba, saba. Biblia inasema basi, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. inaweza kukufungua. Mungu asaidie sana.